Mapambano dhidi ya rushwa. Uh, dunia imebadilika na chaguzi zinabadilika, na vyama vyetu ni vyama vya watu wa kawaida, ni vyama vya wakulima, vyama vya wafugaji, vyama vya wajasiriamali, vyama vya wananchi, na wananchi walio wengi katika nchi zetu hizi ni wakulima. Kwa hiyo Mwalimu aliwahi kusema vyama vyetu bado havijafikia hatua ya kuwa vyama vya, vya mabwenyenyi ni vyama vya wananchi wa kawaida. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana mara zote vyama hivi tukaendelea kutazama misingi ya haki na usawa katika nafasi za uongozi na kupambana na adui rushwa. Ukiwa na adui rushwa, watu watapata uongozi kwa kutumia fedha, hatutapata viongozi wazuri. Wale wenye sifa watakosa sifa na wasio na sifa kwa sababu wana fedha watapata madaraka. Matokeo yake tuta, tutatengeneza ombwe la kiuongozi na tutaweka mpasuko. Tutaweka, anasema, gap eh, baina ya watu na chama kwa sababu watu wakifika mahala wanasema bana ah, chama hiki e, sio msemaji wetu. Maana matokeo yake ni kwamba tunaanza kupoteza e, kuungwa mkono na watu. Kwa hiyo la kwanza, ili vyama vyetu viendelee kuwa vyama vya watu lazima viendelee kutoa fursa kwa usawa kwa haki e, ndani ya vyama vyenyewe na kwa maana hiyo basi e, ni muhimu sana ajenda ya umoja na mshikamano kwanza miongoni mwa vyama vya ukombozi, lakini miongoni mwa mataifa ya, ya Afrika kwa maana ya umajumui wa Afrika. Lakini miongoni mwa vyama vyenyewe, adui mkubwa mahala popote pale ni mifarakano, ni migawanyiko eh, ni makundi eh. Mambo haya matatu yanaleta madhara makubwa sana kwa umoja na mshikamano ndani ya vyama vyama vyetu na serikali zake viendelee kuwajengea uwezo vijana vijana. Ni kundi kubwa sana, hakuna chama kitasurvive kama hakikuwekeza kwa vijana wa wazee wetu baba wa taifa wakati wanap, wanapigania ukombozi wa bara letu la Afrika wote walikuwa vijana, kina Mandela. Ukija ndani ya nchi yetu kina Kawawa kina Kambona kina wote wale ilikuwa ni timu ya vijana. Ukiangalia baraza la kwanza la Mwalimu Julius Nyerere la serikali ya Tanganyika wote walikuwa ni vijana. Kwa hiyo lazima kuwe na mfumo wa kubadilishana vijiti, uh, vijana wa zamani wanakwenda, wanaingia vijana wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa sasa Wanaenda, tunaita succession plan ili maono walionayo viongozi wetu yaendelee kudumu na mapambano ya ukombozi wa kiuchumi yaendelee, lazima kuwe na mbio za kupokezana vijiti. Leo hapa nimemaliza wanafunzi tisini. Leo hapa nimehesabu wanafunzi waliopitia hapa wanafunzi elfu moja. Hao ni matokeo ya kwanza, wanafunzi namba kadhaa wamemaliza mafunzo ilo, nayo ni tokeo pia la muhimu sana. Tokeo la pili ambao tunasema lazima matokeo ambayo yanaleta yaani matokeo chanya sasa, wao kushikisha wale wananchi sasa anaenda kufanya. Kwa hiyo ndio nafasi ya pili. Mara nyingi inatokea baada ya mafunzo kama miaka miwili Ukiona bado wengine wanatokea moja kwa moja, wengine wanachukua miaka miwili. Lakini tokeo kubwa kabisa ni ile sasa kuleta mageuzi kwa maisha ya watu. Kiongozi mzuri, kiongozi aliyeiva amepikwa vizuri. Kisiasa na kichumi, lazima aweze kuleta matokeo chanya kwa watu wanaoongoza. Na matokeo yale maana yake kwamba lazima watu waonekane kuna maisha bora kwa wananchi katika sehemu za afya, katika sehemu za elimu, katika sehemu ya Uh, uh, uchumi, wa, wa tu, mtu mmoja mmoja kwa sababu kasa hivi watu wengi wanaandika hapa uchumi sio kwenye mfuko wao, uchumi kwenye mfuko. Sasa ni kazi ya kiongozi huu, kwa sababu kazi ya kiongozi mojawapo ni kuhamasisha watu kushiriki katika shughuli za kufanya kazi. Habari, karibu Mtandala Shopping Center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.